Mimi binafsi naisupport huu mswada kwa sababu hapo nyuma imetusaidia kuchenga mabarabara ma zetu, kupita saa hizi imekuwa rahisi. Pia watoto ambao wako need kwa constituents ama across uh, need families wame benefit kutokana na hii, hii mswada ambayo iko saa hizi mambo ya, ya constituency. Pia madarasa saizi imekuwa improved. Ukienda saizi kuna madarasa mingi hata oneka taraso huko nyuma tulikuwa wanakaa kwa vumbi, watoto madudu zinawauma wauma, lakini sahizi ukienda madarasa zimekaa madarasa smart. Natoka Bumula constituency Siboti ward. Mimi kwa binafsi naiunga sana na support CDF iendelee na sababu zangu manake kuanzia wakati wa marehemu rais aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki, CDF imetusapoti sana haswa sisi wa mama tulikuwa tumechanganyikiwa sana kimapato, lakini wakati CDF imekuja hatukuweza kuuza mashamba, imetuinua kijamii, na hasa watoto wetu wamepata elimu ya kutosha, wameajiriwa kazi. Mimi, mimi kama kijana na support CDF kwa sababu bila CDF wengi wetu hatungepata elimu, kwa sababu saizi ukiona vijana wetu wengi kwa umri kama wangu wazazi wetu hawajiwezewi, lakini sasa kupitia kwa CDF tunapata basari na tunalipiwa shule. Mimi na support kwa CDF kwa vile mimi mwenyewe nimejionea kwa boma yangu. CDF imetuchengea mashule hata ma, police station mkoa huko imechengewa kwa ajili ya PTF na kitambo, hata zi si shule ya mkoa ilitangaza kwa Citizen kwamba imefungwa kwa ajili ya choo, hatuna nini, zimekula watu watoto miguu kwa ajili ya choo. Sasa sahizi tuko na, na majoza CDF, police station iko hapo, kila kitu mnapata kupitia kwa CTS. Wakati wa Kanu watu wengi watoto wetu wengi hawakusoma. Hata sisi tumekuwa katika tuk, tukisoma wakati wa Kanu, lakini hatukuendelea na masomo kwa ajili ya nini? karo yenye ilikuwa na hali ambayo ilikuwa, lakini saa hizi watoto wetu tumeona imerahisisha watoto wetu kufanya nini, kwenda shule na kusoma. Watoto wetu wengi wameenda university, wengine wameendelea wako kule ng'ambo. Lakini sasa yule ambaye akanapinga CDF anaonekana ni mmoja ambao anataka kurudisha maendeleo ya nchi yetu nyuma. Siku ya leo tumekuwa na exercise ya public participation concerning the amendment bill ya kuweka CDF kwa constitution. Tumekuwa na wananchi wengi hapa na wote unanimously wamesupport, wanasema wanataka CDF iendelee kuwa. The reasons are eh, CDF tangu ianze 2003 imefanya maneno mengi sana . Ukienda shule ukiangalia zile shule ambazo zimejengwa through CDF, ukiangalia basari ya wanafunzi. Na this year sisi kama constituency tuliamua wanafunzi wote ambao wali apply basari kwa secondary schools wote tumewapea. Sasa wazazi wakifikiria CDF inatolewa, wanaona ni jambo gumu sana. Sasa sisi tunaomba, na hii imeonekana kila mahali kwamba CDF iko na impact, it is the only fund that touches eh, mwananchi kwa grassroots.